Makala ya tarehe 26 Desemba, baada ya Krismasi. Shahidi wa mwanga, Mtakatifu Stefano, shahidi wa kwanza. Hizi ni dakika za Kristo ndani ya Radio Maria Kenya Nairobi, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi. Tunapoadhimisha tarehe 26 Desemba, kanisa halitoki nje ya furaha ya Krismasi, bali linaichambua kwa undani zaidi. Mara tu baada ya kusherehekea kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, leo tunakutana na sura nyingine ya fumbo la umwilisho, ushuhuda unaoishia kwenye msalaba. Ndiyo maana leo Mama Kanisa anamkumbuka Mtakatifu Stefano. Shahidi wa kwanza wa imani ya Kikristo. Krismasi inatangaza maisha. Mtakatifu Stefano anatukumbusha gharama ya kuyashuhudia hayo maisha. Mtoto aliyezaliwa pangoni leo anatambuliwa hadharani kwa damu ya shahidi wake wa, wa kwanza. Somo la leo kutoka katika Matendo ya Mitume linatuwasilisha Stefano kama mtu aliyejaa neema na nguvu, akitenda ishara na maajabu kati ya watu, lakini neema hiyo haikumkinga dhidi ya mateso. Hekima aliyozungumza nayo ili wachoma mioyo waliompinga Stefano. hakufa kwa sababu ya uhalifu, bali kwa sababu ya ukweli. Akiwa katikati ya maumivu, macho yake yalifunguliwa, akaona mbingu wazi na Yesu akiwa amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Kilele cha ushuhuda wake ni sala yake ya mwisho: Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Hapa ndipo Krismasi inapata maana yake kamili, mtoto aliyezaliwa kuokoa sasa anatambuliwa na shahidi anayekufa kwa kusamehe. Zaburi ya leo ni kilio cha moyo unaomwamini Mungu hata gizani: Ee Bwana, mikononi mwako naitia ya roho yangu. Maneno haya yanakuwa daraja kati ya Krismasi na Galvari. Ni maneno ambayo Stefano anayakopa moyoni mwake na baadaye Yesu mwenyewe atayatumia msalabani. Zaburi inatufundisha kwamba usalama wa kweli hauko katika kutokuteseka bali katika kumtegemea Mungu hata katikati ya mateso. Sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo, Yesu anawaonya wanafunzi wake waziwazi: watakuteseni, mtachukiwa kwa ajili ya jina langu. Haya si maneno ya kuogopesha, bali ya kuandaa. Injili inatufundisha kwamba kumfuata Kristo si safari ya sifa na makofi, bali ya uaminifu na uvumilivu. Lakini Yesu anaongeza ahadi kuu: Yule atakayevumilia mpaka mwisho ataokolewa. Stefano anakuwa mfano hai wa injili hii. Alivumilia hadi mwisho na wokovu wake ulithibitishwa kwa kuona mbingu wazi. Mpendwa msikilizaji, leo, kanisa linatuuliza swali zito lakini la lazima: Je, Krismasi tuliyoisherehekea jana inaishi vipi ndani yetu leo? Mtakatifu Stefano anatufundisha kwamba Krismasi si mapambo tu, bali uamuzi wa kumfuata Kristo. Upendo wa Mungu hauishii pangoni bali unaendelea hadi msalabani, na msamaha ni tunda la imani ya kweli, hata mbele ya dhuluma. Kati ya nyimbo za Krismasi, kanisa inaweka sauti ya shahidi ili kutukumbusha kwamba mwokozi aliyezaliwa ni Bwana anayestahili maisha yetu yote. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya, Tarehe 26 Desemba inatualika kuishi Krismasi kwa undani zaidi. Si kwa maneno tu bali kwa ushuhuda wa maisha. Tuwe mashahidi wa mwanga katika dunia inayokinzana na ukweli. Tuwe watu wa msamaha katika dunia ya chuki. Na tuwe watu wa tumaini hata pale njia inapokuwa ngumu. Tuombe. Ee Mungu Baba mwenye rehema, uliyempa Mtakatifu Stefano neema ya kushuhudia imani yake hadi mwisho, tupe nasi ujasiri wa kumkiri Kristo katika maneno na matendo. Tujalie mioyo ya kusamehe kama yake, imani isiyotetereka katikati ya majaribu, na macho ya kuona mbingu wazi hata katika giza la mateso kwa njia ya Yesu Kristo aliyezaliwa kwa ajili ya wokovu wetu na anayeishi na kutawala milele na milele Amina. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, nina kutakia siku njema yenye neema ya Krismasi inayozaa matunda ya ushuhuda. Tuendelee kutembea katika mwanga wa Kristo hadi tutakapokutana naye ana kwa ana. Nimekuwa wako Shamba wa shamba katika makala haya maalum, dakika za Yesu Kristo. Bwana awe nawe daima, tukutane tena kesho katika makala kama haya. Baibai.